Ndugu zangu wa Tanzania. Cha kwanza naomba mnisikilize. Leo nataka kulizungumzia hili swala la hospitali za serikali, matukio ambazo zinayafanya hayanifurahishi mimi moyoni mwangu pamoja na wananchi wote wa Tanzania. Unakuta watu wengine wanafariki dunia kwa kukosa hela za matibabu ambazo zinaweza kuchukua gharama ya laki moja, laki mbili, laki tatu, laki nne madaktari wanakataa kumfanyia mtu matibabu hadi anafikia hatua ya kufariki dunia. Na inapofikia hapo, mimi nashindwa kufahamu kama kweli bado tuna hospitali za serikali au tumeshabaki na historia tu kwamba zilikuwepo hospitali za serikali kwa saizi. Kwa saizi zimeshabaki hospitali za watu binafsi. Haiwezekani kama kweli kuna hospitali za serikali, watu wao wanaachwa wanafariki dunia kwa, kwa kukosa hela za matibabu ambazo zinaweza kuchukua gharama ya laki moja au laki mbili laki tatu laki nne. Viongozi wetu wa Tanzania, naomba mliangalie hilo swala kuhusu hizi hospitali zetu za serikali, haziwatendei haki wananchi.